Jamani, amkeni, amkeni, amkeni! Mnalala mna raha gani? Kimenuka Zaiylissa na Haji Manara. Zaiylissa akaandika bonge la ujumbe huko Instagram, nataka niwasomeni hapa. Yani kimenuka, msilale, sikilizeni hapa mashambulizi. Huu ndo ujumbe alaweka Zaiylissa, akaanza hivi: mtu mzima ovyo wewe, mshenzi mkubwa, imetosha sasa, nimechoka kupretend sasa acha tuvuane nguo kama ulivyozoea. Mtoto wa dada yangu amekuja kukaa likizo kwa mapenzi na muda wake wa kuondoka ulivyofika ulimzuia, kumbe ulikuwa unamtongoza shemonio. Ulikuwa una kazi ya kumshikashika maziwa binti mdogo wa under 18. Sasa raundi hii umeegezea pabaya, kaendelea pa, umezoea kulala na mahousegirl sasa ukaona uhamie kwa binti yangu. Lo, unamtumia mtoto v 50 k vyako akiwa shule ili umlaghai. Kwa taarifa yako, tuna ushahidi wote, na draiva wako pia anajua kila kitu una... na tumeambiwa na hatuta kukalia kimya. Kila nikiomba talaka yangu hutaki kunipa, jinamizi we. Unagombana na mimi, unawaambia kijana wako arekodi, kisha unaongea vya uongo unantishia kupeleka kwa Mange ili unidhalilishe. Sasa raundi hii si cheki na kima, kama ushazuia kudhalilishana kudhalil, nitakupa unachostahili. Hiyo ndo posti bwana aloweka a Zaiylissa, na chini hapa akaandika kwenye caption, kaandika maneno mengine, kaandika hivi kamtag Mange, alafu kaandika icu wee brought with fake news to smear me the time is now look for me and i will give you the truth i will even do an interview this time around remove all the evil and, and filth of this father kamtagi pale haji manara this time umeyakanyaga naona una post vistatus vyako vya kunidhalilisha sasa sitakaa tena kimya Umeona nimegundua vitendo vyako vichafu vya kulala na mahouse girl na, na kutongoza mtoto wa miaka kumi na saba wa damu yangu. Umeenda kuzua mimi na nyanyasa mtoto wako mimi like, seriously. Wanaonijua wanajua mimi ni mtu wa aina gani. Kila mtu atakushanga anakushangaa. Well, hiyo ndiyo post aloiweka Zaiylissa, akaposti tena nyingine. Yani kimenuka kimenuka haswa. Hey, sijui kama hii yani, wanafanya tu kiki au wanaigiza hii, sijui, hii conversation sasa katuma hapa. Inasema hivi hii, sijui ndo, ndo mume wake huyo, nikamwandikia hivi, unazua na huyo mpuzi wako unaishi naye asiye na hisani kama wewe, huna chochote cha kunifanya Zai, unadhani mimi ni mjinga nyingine nasema hivi, kila matusi yako yote yatafika, yata kila mahala na kila sehemu, na kama ulijua utanisingizia jambo la kutunga, imekula kwako. Chini hapa kamalizia, wewe umekuja kwangu hata nguo huna, unavaa vipedo na hata pasipoti wala nida. Nimemtoa mtoto wako shule ya Kanumba sijui alimaanisha Kayumba, nimempeleka shule bora, leo unani najitusi eti si e, e, e, e, e, nitusi hapo. Ndo maana nimecheka ok. Kwenye hii post ya pili chini sasa, akaandika hivi: oneni shetani hili. Ni hivi kuhusu kuvaa Anna Collection, nguo zote mnazovaa Haji Manara hutoi shilingi kumi Anna Collection, labda uje useme haji ana kulipa lini kununua nguo kuhusu mabaya ya tu Dubai Collection na mwingine kayatagtag hapa anavaa bure, mji mseme kama Haji anawalipa hata mia. Kuhusu Chris Outfit ndio usiseme, yale yale kuambia. Kuhusu nywele Lulus Hair, na nachukua kila nywele nayotaka bure. Sasa sijui unamaanishaga nini, unanisimangia nini eh? i i, i meseji hapa juu ambayo Haji Manara kamwambia e, m nime, nime, nime nini, umekuja ume kwangu hata nguo huna, unavaa vipedo ndo e, hapa kamjibu sasa, ya ndo kamjibu hapo chini Zai kwamba nguo zote anazozivaa Haji hatoi hata mia anachukua tu, kwa, kwa, kwa brandia, kwa tu ili kuwabrandia kuwafanyia tu branding basi. Kwa hizo claim ambazo anamwambia kwamba anavaa sijui kaja kwake anavaa vipedo nini, it's not true jamani, kimenuka. Hey, msione ndoa hizi ndoa ndoano. Hii ishu sijui ni kweli sijui ni uongo, lakini imepostiwa muda si mrefu na Zaiylissa na katagiwa Mange Kimambi kama mkubwa mm, wa habari <laughs> dada wa taifa, katagiwa hapa sasa. Sijui kitaendelea nini jamani. Okay, subini wasumini. Na nyingine hii ameweka kwenye Insta story yake, mambo ni mengi, muda ni mchache. Well, kwenye Insta story kaandika hivi: si wafanyakazi wenzangu, si ndugu zangu, si marafiki wala majirani wote wanajua moyo wangu leo hii mkanizulie na mnyanyasa. Mnyanyasa mtoto mtoto alokaa naye mtoto aliokaa naye kwa wema, nafanya naye mpaka challenge tukicheza na kufurahi, ningewezekana vipi kama ningekuwa na mnyanyasa hii? Huu ndio ujumbe Ozelis ambao ukauweka kwenye Insta story yake. Jamani, sijui kitu gani kinachoendelea, lakini hii ishu ishu hii is very serious, na baadhi ya mastaa hapa wamekomenti kwenye, kwenye kwenye hii posti mm. So, hii post ya nani ya Zaiylissa e, na Haji Manara kaposti huyo apatoba. Hebu <laughs> niwasomeni hii komenti sasa hivi, kaposti ya Haji Manara inasema hivi: mtoto wangu na wazazi wangu wapo juu ya kila kitu unamnyanyasa mwanangu hata chakula halafu ulitaka tuendelee kuishi ndani kwangu. Mwanangu wa kumzaa umnyime hadi chakula. Yote unaweza kumsamehe, ila kwa mwanangu na familia yangu big no, siwezi kustahamili. Mange anadhani ana akili. Ni baada ya kukulipua unataka huruma kwake? Acha roho mbaya, mwanamke. <laughs> Okay, hii ndio nini? Haji Manara mjibu hapa kwenye hii posti yake. Sasa kuna baadhi ya mastaa hapa wameonyesha kusikitishwa sana. Mm, kama kuna asma hapa kuna Asma Majid kaandika hapa na bwana, I wish iwe kazi na sio kingine please. nifa naye kaandika mtume Karima wa story kaandika ndoa hizi nyie. <laughs> Ah, this, this is so big yani, sijui kama hii issue ni kweli ama sio kweli, lakini tuombe ni dua. Anyways, stay tuned on my page kama uja subscribe, subscribe. Niwaleteeni habari zaidi. Yani ni noma huyu <laughs> mwingine kaandika hii ni kiki ya kuua gemu ya Simba. Huyu mwingine kaandika kumekucha, hatari na nusu.